Wa Mungu tumeamua kumtumikia Yesu kisawasawa, na lazima tuyaone matokeo ya Yesu kisawasawa, lazima tutofautishwe na. Nakumbuka tulimwambia Mungu sisi hatutaki kuwa na huduma ya kawaida, tunataka kuoperate kwenye dimension ambazo wengine hawafiki Alafu anze kujiuliza maswali imekuwaje, kuwaje. Na ninakuhakikishia hapa, yatatokea mambo makubwa. Nchi hii itajiuliza, taifa hili litajiuliza, kuna watu wakubwa watazaliwa hapa. Au hujanielewa bado? Au hujanielewa bado? Kuna watu wakubwa watazaliwa hapa hapa hapa na nilikwambia hatua mituna baki hapa hapa Sumbawanga. Sisi hatuendi Dar es Salaam, sisi hatuendi Arusha. Wa Arusha watakuja hapa kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Wa Dar es Salaam watakuja hapa kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ninaiona hiyo neema ikiwa juu yetu katika jina na Yesu Kristo. Watu wengi kinatuuma hivi, mnapata wapi hela? Haya, isitoshe mtaani huko kila jioni p. Watu wa Mungu, hii nguvu inatutofautisha. Ninaona kazi yako ikitofautishwa, ninaona hatima yako ikitofautishwa. Narudia, ninaona maisha yako yakitofautishwa njia ile ile mnayopita, wewe utakuwa wa tofauti kwa jina la Yesu. Mambo yale yale mnayofanya ya kwako kwa yatakuwa na matokeo katika jina la Yesu Kristo, na ninatangaza kabla mwaka huu haujaisha. Ah, nisikie, amen, amen. Kabla mwaka huu haujaisha Bwana atofautishe mtu mmoja kutokea Ngome ya Yesu katika jina la la Yesu. Bwana akutofautisha kutokea hapa kabla mwaka huu hujaisha. I declare the decree kwamba Bwana akakutofautishe, Bwana atofautishe watoto wako, Bwana atofautishe biashara yako, Bwana atofautishe mambo yako, shautiyo imeenda ikao pakwa katika jina la Yesu, kati ya mwezi wa nne mpaka mwezi wa sita, Bwana awe ametofautisha jambo moja kwenye maisha ya kwako kwa katika jina la Yesu. Tokazii nguvu ni kututofautisha. <laughs> Watu wa Mungu, mwaka huu tuna shuhuda nyingi sana hapa. Kuna watu na watu itakapofika tarehe 31 mwezi wa 12 Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Mimi ni wa kwanza, mimi sijui wewe. Kuna watu itakapofika mwisho wa mwaka huu watakuwa na miujiza isiyokuwa na hesabu, yaani Mungu anaenda kutenda maajabu yasiyokuwa na hesabu kwenye maisha ya mtu mmoja hapa, katika jina la Yesu. Mshangilie huyu Bwana, mshangilie huyu Yesu, maana unatofautishwa wewe. Oh, wacha wakuzalau, ila wewe unayo nguvu itakayo kutofautisha. Wacha wakuone wa kawaida, ila wewe unayo nguvu itakayokutofautisha ah. <laughs> Sisi sio wale wanaotufahamu, sisi sio wale wanaotufahamu, narudia, sisi sio wale ambao wana historia zetu. Mungu ameamua kututofautisha kwenye mji huo, ile historia yao acho wakae nayo, ila kuna majira yanakuja wataelewa tu kwamba Mungu amekutofautisha. Ni halawa yule yule, lakini Mungu amemtofautisha. Ni nani yule yule, Mungu amemtofautisha. Wengine kwenye familia zenu mtatofautishwa, wengine kwenye watu zenu mtatofautishwa. Ninaiona hiyo neema katika jina la Yesu, sema amina. Kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu, wala una haja ya kuhuzunika. Wewe unatofautishwa yani, jambo lilelile ambalo wao wametumia muda mrefu wewe ni ndani ya siku 30 Bwana atalifanya ah. Simona mama, watu wameshuhudia hapa eh? jambo ambalo wangeweza kutumia gharama na Mungu, kwa sababu alikuwa ameliahidi. Ndio maana akutaka mme wako atumie njia ile, kwa sababu angetumia ile njia lisingefanikiwa Mungu akisema ni lazima atimize, ni vile tu watu watuamini, lakini Mungu Hesabu 23 nadhani mstari wa 19 anasema hivi, Mungu si mwanadamu. Nitamke juu ya mtu hapa kwa jina la Yesu, nimtamkie mtu hapa kwa jina la Yesu, nitamke kwa ajili ya mtu hapa. E, e, e, e. Uko tayari kusikia hiki? Kuna mtu, kuna mtu yuko hapa Mungu atamhamisha naye kituo cha kazi. Yuko kijijini, atarudi mjini. Na ni mwanamke. Nawaona malaika wa Bwana wako kazini, kushughulika na hilo jambo, na kabla haijafika mwezi wa kumi na moja ili jambo litakuwa limetokea. Lakini kuna watu watapata kazi humu mfululizo Yaani tutakuwa tunasikia tu, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata, huyo amepata. Kuna malaika wa utendaji yuko Ngome ya Yesu kuhakikisha kila mtu anapewa posheni yake katika jina la Yesu. Kwa hiyo kututofautishe, katika maisha ya hapa hapa duniani utaandika tu utasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wa kwanza. Lakini kazi ya nguvu hii ni kukufanya uwe na matokeo makubwa kuliko vile unavyoonekana. Kazi ya hii nguvu ni kukufanya kuwa na matokeo makubwa na ya ajabu kuliko vile unavyoonekana. Kazi ya hii nguvu itendayo kazi ndani yako inapoingia, ni kukufanya uwe na matokeo makubwa na ya ajabu kuliko mwonekano wako. Watu wa Mungu, kama kuna watu ambao wanatakiwa kufanya vitu vya kutikisa dunia ni watu walio na Yesu. Narudia, kama kuna watu ambao mbingu zimewaamini kufanya mambo makubwa, basi ni mtu aliyeokoka. Mtu yoyote aliyeokoka hafungwi na mazingira yoyote katika ulimwengu wa roho au wa mwili kusababisha matokeo makubwa. Ndio maana huwa nawaambia watu wa Mungu, usinie madogo, anza kujiona mkubwa ili makubwa yatokee. Unanielewa mtu wa Mungu, anza kuiona makubwa, yani usianze kuona mimi, kuna tuetu magari tuetu, si ndivyo? Kuna tuetu magari tuetu ambako tunaendaga kutuhubiria si ndivyo Tunabeba watu wa mungu tunabebeaga KST na Swifti na tulisha mwambia mungu kuna wakati tabidi tuchukue dokumentary kabisa wakati tunaenda na wakati tunarudi kwa sababu mungu atakapotupa haujaelewa mungu tupa yale yanayotunayo yaona Mungu atakapotupeleka kwenye ule ukubwa tunaouona, zitapanga ndinga kwenda kuhubiri Injili. Hawajanielewa hawa. Yaani kuna ndinga zitapanga nyeusi ziko kama kumi na kitu. Tunashtua mji kwanza, haujanielewa bado. Tunashtua mji kwanza, wanazani ni msafara wa kiongozi, kumbe ni msafara wa wawapeleka injili. Wanapeleka soko la Mandela, wanapeleka soko la Katangala, wanapeleka soko la Chanje, haujanielewa bado. Hayo majira yanakuja kwa jina la Yesu, hayo majira yanakuja kwa jina la Yesu. Zitakapopangwa na zitaanzia hapa, hatutoki hapa tuna na visilani, po, sawa, sawa hawajajua. <laughs> Tunayoyaona hawajajua. Hakikishia, kuna saa inakuja, mambo yatakayotokea kutokea humu ndani yatakuwa sio ya, ya kawaida. Atukuzwe yeye awezaye kufanya, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa. Ninaona kuna siku tutapanga msafara gari zaidi ya ishirini, tunaenda kuhubiri. Na nisikilize, hatuendi kuhubiri eti eti hatuendi kuhubiri furahisha kwamba kuna mkutano tunaenda, Katandala tunaenda wapi, alafu tunafika. Yani, kwanza watu wanashtuka, hawa wanaenda wapi? Alafu wanashangaa, tunaoshuka ndio sisi. Tunasema Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa, Yesu anaweza, Yesu anabadilisha, Yesu ni stadi wa vita, Yesu ametutembea, Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele. Wakituona wanaweza kujiuliza imekuwaje, kuwaje? Yani watu wenye viete wenye lenji, tunawaambia ah, alianza na sisi hatuwezi kupata makubwa, tukaacha kumhubiri Bwana, hatuwezi kuacha vikubwa, tukatutaendelea hawa, hawa. Kuna mambo makubwa yatafanyika hawa, hawa. Kuna sinagogi litajengwa kwa hawa hawa hawa. Yaani, hawa, hawa, sema, hawa sisi hawa hawa. Tutafanya mambo makubwa kwa sababu tuna Mungu mkubwa, alafu nikwambie Mungu, nadhani anahitajiki watu wengi kufanya vitu vikubwa Una... mabadiliko nadhani anaanzaga na wengi, mabadiliko anaanzaga na huyu. Tumeamua kufanya mabadiliko kwenye mji huu kwa habari ya kumtangaza Yesu. Sema, amen. Wacha tuendage tu Injili fanye namna hii. Kuna vijana wangu wanguaga wanaenda mpaka na baskeli wanatufuata. Mungu atakuja kuwa surprise tu, labda sio Mungu naye mtumikia. Mungu atakuja kuwa surprise tu, naye mtumikia atakuja. Yani, sio kwamba Mungu haoni, yani sio kwamba Mungu haoni tunapokuja na baskeli, tunaenda kuhubiri na wanakuja wakati mwingine wanabeba spika na baskeli wazani Mungu haoni. Kuna siku huyo huyo huyo huyo huyo huyo. Mimi nawaambieni kuna siku tu, kama majaliwa yule wa ndege, ndege ilipoanguka akajikuta ameinuliwa. Kuna siku Mungu atatengeneza jambo, utajikuta hauko pale, uko mng'ambo ya pili. Cha msingi, wacha tuendelee kukaa chini ya mkono wa Bwana. Biblia inasema basi nyenyekee chini ya mkono wa Bwana ili hawakweze kwa wakati wake. Si tunaendelea Bwana hata mkisema wenye isti tuna vifilani Swift, tuna vifilani tunaendelea tu. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wanabarikiwa na namielewa vizuri? Kwa hiyo ni kukufanya uwe na matokeo makubwa, watakapoangalia watakaposikia tu, kuna siku uh, unaendelea kusikiliza Ngome Radio sauti ya ushindi, nyumbani mwako, madhabahu ya Mungu inayotembea haujaelewa? ah, wanashangaa tu, kuna, kuna mbonge wa mkosta hapo, umeandikwa ngome limepaki hapo. Haya yote nayo yasema Bwana alishayaandaa, yanakuja tutakuwa na redio yetu, tutakuwa na tv yetu, tutakuwa na gari letu la kanisa, alafu tutakuwa na sinagoge ile inaitwa inaitwa mega cheche, itakuwepo hapa mjini yani... na wakati huo hautakuwa kwenye kiwango hiki cha maisha, madeni hayatakuwa yanakusumbua tena. <laughs> waliokuwa wanakudharau hawatakudharau tena. Safari hii hata kuja kwako watakuwa wanajiuliza tunaanzaje tunaanzaje unajua kuna sehemu ukienda unauliza yani kuna mitaa umeshaipita kuna mitaa unauliza hivi hawa watu waga wanaenda hata kununua chumvi ao jambo jingine ni kufanya uone vitu au fursa wasizoona wengine ni kufanya hiyo nguvu inakufanya uone vitu au fursa wasizoweza kuona wengine. Kazi ya hii nguvu ni kufanya vile ambavyo wengine hawavio hawezi kuviona wewe unaona. Bwana Yesu asifiwe sana na hii soma katika kitabu cha wakorinsi wa kwanza mbili tisa kumi, wakorinsi wa kwanza na nitaishia hapo ili tuombe Mungu wakorinsi wa kwanza 2 9 10. Anasemaje? Wakorinto wa kwanza wako 2 9 mpaka 10, neno la Mungu linasema, ehe, lakini kama ilivyoandikwa, Lakini kama ilivyoandikwa mambo sema ambayo, mambo ehe, mambo ambayo jicho halikuyaona wala, mambo ambayo jicho halijayaona wala sikio halikuyasikia, wala sikio halijayasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu wala hayajaingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo apishia hapo, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Kumbe kuna mambo ambayo dunia hii bado haijayaona, wewe yako mbele yako katika jina la Yesu. Kuna fursa Mungu anatamani, yaani, yani kuna mwana wa Mungu mmoja, Mungu anatengeneza fursa ambayo itakapotokea familia nzima imefaidika, itakapotokea nyumba nzima ime na iwe kwako katika jina la Yesu kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako, mambo ambayo wengine hawayaoni, Bwana akakuonyeshe wewe fursa, ambazo wengine hawajaziona bado, Mungu alishakuwekea, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako ukiwambia, um, kutakuwa na wabunge msibishe, ah, mbunge ameinuka. Mabosi msishangae, mabosi wameinuka, wanajielewa. Tukiambia humu kutakuwa na mabilionea msishangae, wameinuka, si unaona. Tukiambia humu kutakuwa na watumishi wakubwa msishangae, kila mtu yuko sehemu yake Bwana bao watamiliki vitu vikubwa, msishangae. Wapo, wapolielewa. Inawezekana kwenye macho yao havionekane, ila mungu ashatuandalia. si ndivyo Bibilia imesema mambo ambayo macho hayajayaona wa wala havijasikika, ah, ah, ah. Kuna mtu ndoa yake itakuwa nzuri kupita zote hapa, mm. Mungu ameliweka kwanza ili wamalize mitindo yote uje na wakwako, unielewa? Anasubiri staili zote za kucheza ziisho, afu akupe ya kwako. Yaani, wakati unaingia wewe, umeshafika ukumbini, gauni bado linavutwa kule mlangoni. Hamjanielewa bado? Yaani mpaka watu wanaanza kusema, jamani, hivi ile gauni ni la hapa hapa wasubiri wakosee mitindo yote afu uje upatie. Wakosee kujenga, wewe utakapojenga wao wanakuja kushutia. Mnanielewa, watu wa Mungu, nataka nikwambie hiyo nyumba yako sio ya kwako ku, kuna nyingine inakuja kwa jina la Yesu. Hujanielewa, pale sio pa, yani ile ile ni Mungu alikuwa anashtua baraka zake kwamba mwanangu, kuna mambo nimeandaa mwanangu, kuna vitu nimeviandaa alikuwa anashtua ili aone moyo wako wa kumpenda. Sasa Mungu amejiridhisha, kuna mambo makubwa yanaenda kutokea katika jina la Yesu. Ninarudia, ninarudia, ninarudia, yaani Mungu hiyo hiyo hiyo hiyo, hicho kiwango unachomiliki sio chako. Mungu amezishitua tu baraka, sasa anaenda kuzimwaga katika jina la Yesu, anaenda kuzimwaga. Akizimwaga nakwambia autapita ABC ukatamani samaki no. Pale bila kuna watu wanajidai kuna watu wana, wana, wana, kuna watu jamani yani, kweli mtu ukalage chote hicho. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kuna kiwango ukifika vinakuwa vya kawaida saa hizi tu unaweza ukapiga soda saba, ni kwa sababu bado kuna kiwango hujafika. Yaani ukienda ukumbini <laughs> Ukienda ukumbini, wewe mbaya tu, MC aseme kata mti panda mti, yani maliza kinywaji nyosha juu, unakaa kwenye kona moja hivi ambako hawaoni vizuri kwa kule mpaka majirani wanauliza mwe, huyu mwenzetu, hizi soda hata <laughs> kuna kiwango, ukifika zinakuwepo tu kwenye friji, ikakaa unakunywa, unaiacha. Yani watoto wakiona mgeni anakunywa soda hawanzi kufanya. Yaani, skilizea, ni wanachosikiliza ni mgeni aseme kalete kikombe. Yaani vitu ambavyo vipo hicho kiwango, Mungu akupeleke katika jina katika jina katika jina la Yesu Kristo. Unakula samaki hujulikani kichwa ni kipi, yaani mpaka kichwa. Yaani kichwa cha samaki kinakuwa chakula cha kuku <laughs> ukitoa hivi Giukie mwenzako wambia, Bwana akupeleke kwa jina la Yesu, mwambie kwa kadi ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Wewe kweli ni wakwenda kwenye sherehe, unatoka na kifungashio nyumbani? Bwana kutoa kwenye hicho kiwango katika jina la Yesu, sema amen. kusikilizia wanatoka wengi ule muda, mwenzako mwambia Bwana kutoa hicho kiwango kabisa. Una, mnaenda na mwenzako unamwambia, umekumbuka umekumbuka kubeba kifungashio? afu unasingizia "Amna ah, mimi nakumbukaga watoto watoto wapi? <laughs> Mungu akutoe hicho ifike hatua watu wa Mungu, unakula tu mle kidogo, unaacha hizi yani ya kukukuku ziko kwako. Sema amen. Sema na iwe kwangu <laughs> geuke mwenzangu Namaliza hivi. Geuke yetu. Mwambie Bwana akutoe kwenye hicho kiwango. Mwambie Bwana akutofautishe. Mwambie wewe sio wakula samaki mpaka mifupa ikapotea. Kuna mtu hapa mchungaji yaani, kutofautishe kwa jina la Yesu. Bwana kupeleke kiwango ambacho vitu vitakuwa vya kawaida tu kwa jina la Yesu. Yaani, wewe hauhangaiki, ukikua unakiacha hapo, unakuwa kama wale waigizaji ambao wanakunywaga juisi wanaiacha, huwa wanarudia wale. Sasa hicho kiwango si Mungu anatutoa, narudia, Mungu anatutoa, Mungu anakutoa kwa jina la Yesu. Utoshelevu itakuwa fungulako katika jina la Yesu. Utoshelevu uwe fungulako katika jina la Yesu, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Utoshelevu uwe fungulako katika jina la Yesu. Utoshelevu uwe fungulako katika jina la Yesu. shauti la Yesu. Mimi nimepokea na wewe upokee kwa jina la Yesu. Mungu akupeleke kiwango ambacho hautakuwa omba ombaomba mpaka ukaliaibisha jina la Bwana. Mungu akupeleke kiwango ambacho waliokudhalau wakuheshimu tena kwa jina la Yesu. Wa wa waliosema huyu ataishia hapo, wakuone kiwango kingine kwa jina la Yesu. Na ninakutamkia ikawe kwako, ikawe kwako, ikawe kwako, ikawe kwako. Nisaidie kumpa wanyuma wa mbele, mwambie ikawe kwako, ikawe kwako kwa jina la Yesu. Wapo wa mbele, wanyuma, mwambie ikawe kwako, mwambie ikawe kwako kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana akakupe utoshelevo, Bwana akakutofautishe, Bwana akakupe matokeo makubwa bali kwa jina la Yesu. Shauki ya imeiwe kwako, hey, imeiwe kwako, hey, imeiwe ime, ime. Daudi anasema tangu nikiwa mtoto mpaka sasa nimekuwa mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa wala watoto wake. Kufanyaje? Kufanyaje? Mungu akupe neema kiasi kwamba watoto wako watembelee baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe neema, watoto wako watembelee gagano la baraka yako katika jina la Yesu. Sema amen. Wakimwona mtoto waseme kama alivyokuwa baba yake, na uwezo kama alivyomiliki baba yake na mama yake, ndivyo na yeye yuko ndivyo, na yeye anatembelea, na ikawe kwa uzao wako na watoto baada ya wewe, katika jina la Yesu. Ninatamka hiyo ikawe kwako, sema Amen. Kuna watu wamenielewa asubuhi ya leo, kuna watu wanasema hii nguvu ianze kufanya kazi eh Hey, mnanielewa, mna nanaitangaza asubuhi yako itokeze kwa jina la Yesu. Asubuhi yako itokeze kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, asubuhi yako itokeze kwa jina la Yesu. Narudia kama unanielewa, punga mkono namna hii. Sema naiwe kwangu kwa jina la Yesu, naiwe kwangu kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu.